Nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Alikuwa anazungumza wakili Matata, amesema Mwalimu alisema, ili nchi iendelee inahitaji mambo mangapi? Manne. Inahitaji watu, Mwalimu alisema kuhusu watu. Leo tuna watu milioni sitini na tatu. Inahitaji ardhi, Mwalimu alisema cha pili. Nini cha tatu? Akasema siasa safi, siasa safi. na uongozi bora. Sasa watu tunao ardhi tunayo na tukizungumza kuhusu ardhi ndio imebeba utajiri wote. Mapinduzi yote duniani mmeyajua, vita zote duniani zinapigana kwa sababu ya ardhi. Ukisikia Palestine wanapigana na Israeli leo, wanapigana kuhusiana na nini? Ukisikia Ukraine na Rusia wanapigana kuhusiana na nini? Kwa sababu ardhi ndio inabeba utajiri wote. Kwa katiba yetu inazungumza kuhusu utajiri. Ardhi yetu ni kilometa za mraba laki tisa na arobaini na tano. Afrika ina nchi hamsini na nne. Sisi ni nchi ya kumi kwa kuwa na ardhi kubwa kwenye bara la Afrika, ya kumi kwa, tunazidi nchi arobaini na nne kwa landmass. Sasa ukichukua nchi ya Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja, nchi zote za Afrika Mashariki kwa ukubwa zina kilomita za mraba laki nane tisini. Sisi peke yetu nimewaambia ngapi? 945, na 45 na ardhi yetu ambayo ndio utajiri namba moja inabeba nini? Inabeba maji. Tanzania ni nchi ya kwanza kwa kuwa na maji baridi. Nikizungumza maji baridi, yasiyokuwa na chumvi, maji mazuri, maziwa, mito, eh, maji ya chini pale Kimbiji na Mpera tuna maji ambayo ni mengi kuliko maji yote bara la Afrika. Ukiyatoboa ile Dar es Salaam inazama. Kwa hiyo tuna maji, ukiacha ziwa Victoria ambalo ni ziwa kubwa kuliko yote Afrika la pili duniani liko Tanzania. Tuna ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika la pili duniani, ziwa Tanganyika yako Tanzania. Tuna mlima mrefu kuliko yote Afrika wa pili duniani, mlima Kilimanjaro wenye maajabu na theluji juu yake, baada ya mlima Everest ndo wa pili. Tuna madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Tuna makaa ya mawe. Tuna chuma. Chuma chetu ni mlima kabisa huko, sehemu inaitwa Liganga. Unaweza kuchimba miaka mia moja huko Tanzania. Tuna, tuna tuna tuna nikel na cobalt pale Kabanga Kagera, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia yanatoka Tanzania. Tuna uranium, madini yanayotumika kutengeneza kutengeneza mabomu ya nuklia yako Singida yako Seruhu. Tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5 nchi ya tatu Afrika nzima. Tuna dhahabu, dhahabu ukianzia kwetu Tarime dhahabu, ukienda Msoma dhahabu, ukisogea kidogo ukaja eh, eh, ukitaka kuingia Bariadi dhahabu, Ngudu hiyo yote ni dhahabu, ukija Geita dhahabu, Kahama, Bukombe, Shinyanga njoo sogea mpaka Dodoma dhahabu Singida dhahabu Rwangwa Chunya Mbeya dhahabu, nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani duniani. Na leo ukiangalia kwenye soko la dunia bei ya dhahabu per gram ounce, per gram, ni shilingi laki tatu na kumi. Sasa nikisema gram, ili tuelewane vizuri, ukichukua wembe wembe mzima ule ukivunja kale ka kawembe kamoja, ndio gramu moja, laki gram tatu na kumi. Sisi ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi, yanatoka matofali, maroli na maroli ya dhahabu kwenye nchi kila iitwapo leo. Wazungu wamejenga viwanja vya ndege ndani ya migodi yao pale Tarime, hakuna anayejua madhahabu yanatoka. Ndege zinatua pale, breki ya kwanza huko zinakokwenda viwanja vya ndege Geita, viwanja vya ndege Bulyanhulu, na sasa hivi wameanzisha Sengerema mgodi mkubwa. Ndege zitatua pale, zinaondoka na dhahabu zetu. Sisi maskini, tuna kila kitu cha kutufanya tuwe matajiri. Tuna bandari, urefu wa bahari yetu ni kilomita elfu moja mia sita kutoka Mtwara mpaka Tanga, na notiko maili mia mbili kuingia ndani tuna mbuga ya wanyama namba moja duniani. Hakuna nchi inayolingana na sisi kwa mbuga za wanyama. Chukua Seruhu, Ngorongoro, Serengeti, Mikumi, Waha, Mkomazi, hii ya Tanga inaitwaje? inayoenda tena iko kwenye maajabu sana, imeingia Sadani, imeingia mpaka ni mbuga pekee inayoanzia nchi kavu mpaka baharini. Kuna maua ya Mungu, kuna Garden of God hapa Tanzania iko Kituro. Sijui hata kama mnajua. Kuna maua alipanda Mungu mwenyewe. Unatembea zaidi ya kilomita hamsini. Unakutana na maua ya kijani, mekundu, aliyepanga yeye mwenyewe. Yanaanza labda kijani, ta, ta, ta, ta unatembea, unakutana mekundu kilomita mbili. Unakutana meupe kilomita tatu. Unakutana na papo kila rangi unayoijua duniani. Wazungu kwa, kwa maelfu wanatua pale kila siku ya Mungu. Kwa nini watu wetu ni maskini? Katikati ya utajiri huu, kwa nini watu wetu ni maskini? <tibu>